Ya, tumezungumza na mwangalizi mchungaji Beni Mwaigombe, mchungaji kiongozi wa kanisa la SVC hapa Shinyanga. Na sisi kama ambavyo tumekuambia, NY TV ni kituo ambacho tumekaa kimisheni misheni, misheni. Aa, na tuko hapa kwa ajili ya mkutano mkubwa wa injili kama ambavyo mchungaji ameuelezea, tunatamani kuzungumza na mama mchungaji lakini pia uh, mama mchungaji tulikuja kipindi cha nyuma, hatukupata nafasi ya kuzungumza naye, lakini wakati ule alikuwa uh, alikuwa ni mchungaji kawaida. Sasa hivi Mungu amewapa neema, baada ya uchaguzi uliofanyika miezi iliyopita nyuma kukawa na mabadiliko kidogo kwenye majimbo, lakini pia Uh, uchaguzi wa ngazi ya section kwa hiyo Mchungaji Beni Mwaigombe ni mwangalizi wa section hii ya mageuzi hapa Shinyanga. Niko sasa na huyu ni mrembo wake mama mchungaji ambaye ndiye ambaye anasapoti maono ya baba mchungaji. Tunaamini kabisa penye maendeleo nyuma kuna mwanamke. Tunapoona huduma inaenda vizuri kuna mama mchungaji ambaye anaomba kwa ajili ya huduma hii. Kuna mama mchungaji ambaye anamtia moyo mchungaji, lakini pia tutatamani kufahamu pia maandalizi ya mkutano mkubwa ambao utafanyika hapa kuanzia kesho, na sisi NY TV tutakuepo hapo kurusha live matukio haya, lakini pia tatuambia ugeni ambao wamejipanga kuupokea. Yeye ni mama yeye ndo mwandaaji, yeye ndo anajua ni watu gani ambao wamekusudia kuwapokea katika ugeni huu na mkutano huu mkubwa ambao unategemea kuanza siku ya kesho Jumatano. Mama mchungaji, Bwana asifiwe sana. Amina. Habari za huduma? Ni nzuri kabisa. Hongera kwa kupendeza. Namshukuru Mungu ameniwezesha. amina. Amen. Hongera pia kwa Mungu kwa kuwapa nafasi ya kuwa katika nafasi ya uangalizi yote hayo namshukuru ni Mungu ambaye ametuwezesha, maana sio jambo rahisi, maana sisi tumehamia hatuna muda mrefu. Watumishi wapo ambao walikuwa wanaendelea na kazi ya Mungu na bado wanaendelea, wangeweza kuchaguliwa, lakini tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali. Mchungaji ameweza naye kuchaguliwa kuwa mwangalizi wa section hii ya mageuzi. Asante. Mama mchungaji, nyie ni wageni na kwa muda mfupi sana ambao mmeweza kufika hapa Shinyanga. Uh, uchaguzi umefanyika, mchungaji amechaguliwa kuwa baba mwangalizi. Unafikiri kuna kitu gani ambacho walikiona cha upekee mpaka wakamwamini wakampa hiyo nafasi? Kwa kweli ni neema ya Mungu tu, hamna kitu kingine zaidi ya hiyo neema, kwa sababu pia amekuwa ni mtu ambaye anatumika tokea akiwa Ilala Dar es Salaam. Amekuwa akitumika katika nyasa mbalimbali, ameshakuwa shemasi kwa miaka mingi tu ya kutosha pale kanisani na baadaye akawa kiongozi wa vijana kama makamu mwenyekiti wa CS, pia ametumika sana pale, na alipoenda chuo cha Biblia pale CBC Dodoma pale pia ametumika akiwa kama alikuja kuchaguliwa kama rais wa chuo pale Dodoma. Kwa hiyo alikuwa na utumishi wa aina hiyo tofauti tofauti. Ehe. Na alipochaguliwa kuja huku, hakukataa, alitii kwa askofu wetu. Akaja huku hajui mazingira ya huku yakoje. Na alipokutana na mazingira ya huku pia hakutoa hata taarifa kwamba mimi au narudi naona mazingira magumu, bali aliendelea kufanya hii kazi. Na nakumbuka kauli zake, alikuwa anasema hasa tukisema mazingira magumu hali sijui ikoje, nani aje afanye? Hiyo ndo kauli yake ka amekuwa akiitumia sana. Akasema mimi nitaifanya, mimi nitakaa. Hicho alikuwa anakiri kila wakati. Kwa hiyo kilichomfanya A achaguliwe ni neema kubwa sana ya Mungu. Mungu tu ndo aliyeona kwamba atafaa tena kuwaongoza mm -hmm, maana nia na madhumuni ni kuwatumikia watu, sio kujifaidisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo katika hilo ni neema ya Mungu amina, amina. Unaionaje huduma ya mchungaji mnakoelekea? Na kwa sababu ni mtu ambaye umekuwa naye kwa muda mrefu kwenye huduma umemfahamu, unapomwona ni mtu wa namna gani kwenye imani na hata katika utumishi wake? ambacho huwa nakiona kwake, naona ni ile hali ya kumpenda Mungu zaidi kuliko kuangalia mambo yake. Mungu amemweka nafasi ya kwanza, mambo mengine yote yatafuata. Kwa hiyo nachokiona, Mungu atamtumia kwa viwango vingine tena vya tofauti kwa ule utayari wake. Na pia namshukuru Mungu amempa kibali, kwa sababu hiki ni kibali ambapo hata kienda mahali popote huwa anachaguliwa kuwa kiongozi hicho pia ni kibali kikubwa mimi ambacho wanaona, yaani kimeambatana naye mm. popote anapoenda hawezi akakaa muda mrefu sana, utashangaa ameshakuwa sijui nani mm. kwa hiyo mimi najua pia ni neema pamoja na kibali Mungu ambacho ameachilia kwake. Amen, barikiwe sana. Maana naamini kazi ya baba mchungaji ili ifanikiwe, mama mchungaji, nafasi yako ya maombi ni na yenyewe inakuwa ni nzuri zaidi. Amina, ni kweli tunahitaji kuwaombea, anakuwa na mambo mengi. Yeye kama mtumishi wa Mungu pia anakutana changamoto nyingi. Kwa hiyo kama mama mchungaji, natakiwa na mimi nisimame kwenye zamu, nisikae nikabweteka, nikasema yeye ameshakuwa mama mchungaji, nikawa nafikiri tofauti, hapana. Lazima na mimi niwe na mtazamo tofauti, kwa sababu pia na shetani hafurahi. Kwa hiyo lazima nisimame kama mama kwenye nafasi yangu kumuombea, ili huduma yake iweze kusonga mbele, ili kuweza kulindwa pia dhidi ya adui. Lazima mimi ni simame kwenye zamu yangu. Hatukuwahi kuzungumza na wewe, mama mchungaji, mmehamia uh, kutoka Dar es Salaam, mmeingia jiji hili na mkoa huu wa Shinyanga, kazi ya Mungu inaendeleaje? Namshukuru Mungu, kazi ya Mungu inaendelea vizuri sana, naona mabadiliko ni makubwa. Mungu kila inapoitwa leo anatupa hatua nyingine, sio sawa na tulipoanza tulipoanza ni tofauti kubwa sana na hapa tulipofika. Yaani Mungu amekuwa akitusaidia na tumekuwa na mshikamano. Namshukuru Mungu, tunalo baraza zuri sana la wazee wa kanisa, tunao pia, yaani watumishi mbalimbali mbali ambao tumeshikamana kwelikweli kweli, hadi watoto, yaani tumekuwa kama famili. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa letu zuri la SVC. Ehe, kuzungumzia mafanikio mpaka sasa hivi kwa kipindi hiki cha muda mfupi ambao mmekuja hapa unaweza ukazungumziaje mafanikio ambayo mmeyaona na mmeyapata kutoka hapa katika kanisa la SVC mpaka sasa hivi? Jambo la kwanza ambapo mimi nimeona ongezeko la watu, watu wanaongezeka na unakuta wanakaa, sio ile ya kama wanapitia na kuondoka. Hapana, kila anayekuja pale akifika anakaa, tunaendelea naye, kwa hiyo ndio ongezeko kubwa, nikamshukuru Mungu. Na pia kutokana na mafundisho mbalimbali tunayofundishwa na mchungaji ya kukulia wokovu, hata wale ambao ni wachanga, tumeona mabadiliko ni makubwa, na mpaka sasa kuna watu mbalimbali wameshabatizwa, wengi wengi wanabatizwa na wanaendelea wapo kanisani. Tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Mama mchungaji, mji wa Shinyanga ni mkoa ambao hasa una, unasifika sana kwenye maswala ya kishiriki na shirikina. Pengine nyie, katika huduma yenu ya kitumishi, toka mmekuwepo hapa mpaka sasa hivi, unawezaje kuzungumzia changamoto ambazo mekuwa umekutana nazo kwenye maswala ya kuhubiri, ya kulipeleka neno, lakini kwenye ushuhudiaji na kazi ya Mungu kwa ujumla? Ni kweli changamoto ni kubwa, na ni kweli walivyosema kuna hiyo aina ya ushirikina, ni kweli tumeona watu ambavyo hawawezi kumchukua Mungu na kumwelewa kamweka moyoni. Asilimia kubwa Mungu wanachanganya na mambo ya uchawi, ina maana hawawezi kumtumikia Mungu peke yake, hata naweza kaja kanisani, baada akawa anaenda na kwa mganga wa kienyeji. Kuna baadhi yao walikuwa naweza hata kujieleza kwa mchungaji kwamba siwezi kumtegemea Mungu peke yake, lazima nitegemee na kwa mganga. Kwa hiyo hata mi mwenyewe wengine waliniambia kwamba eh, nilienda sio dhambi jamani, nilienda pia nipate angalau ehe, hey, hey. Kwa hiyo tukawaita, tunawaelekeza baadhi yao tumeona wameweza kuelewa, wamefunguliwa, saizi wanakuja hata kanisani moja kwa moja, hawategemei tena mpaka waende na kwa nani. Na wao pia wamekuwa shuhuda kwa wengine, wanawashuhudia kabisa, njoni jamani, tumeona mabadiliko, mimi nilikuwa hivi na hivi. Wao saizi wameanza kutoa na shuhuda. Kwa hiyo tumemwona Mungu kwa viwango vya ajabu, tunaamini hata tunavyozidi kuendelea, tutaona makubwa zaidi ya haya Aehe. Mmefanikiwa. Kipindi kile kulikuwa hakuna kwaya, niliona kulikuwa na uimbaji. Sasa hivi mmefanikiwa kuwa na kwaya pengine. Sana tumekuwa na kwaya ni nyingi, karibu kila idara ina kwaya Tunamshukuru Mungu sana sana. Kuna mtumishi wa Mungu tulikuwa naye Dar es Salaam anaitwa Bariki, ni mdogo na mchungaji, tulivyokuwa tumemshirikisha akawa tayari tokea mwaka jana hapa, hapa, akaturekodi kwa, akaja na studio yake hapa hapa, kwaya kanisa, kwaya kina mama, kwaya kina baba kwa kwaya watoto, hiyo zote zinahudumu kanisani, tuko vizuri sana, idara zote zinahudumu eh, tunashukuru sana Mungu kwa hilo. Amen, asante. Tuje kwenye mkutano. Kuna mkutano mkubwa ambao unategemea kuanza siku ya kesho Jumatano. maandalizi yapoje? Maandalizi yako vizuri, tumejipanga sawasawa ehe, maana mm -hmm. sio tumeshtukiza, tumejiandaa. Tunamshukuru Mungu, tumeweza pia kwa kuarika hata kwaya inatoka Kigoma itaingia wakati wote kuanzia sasa. Wow. he, he, watakuja hapa ambao watahusika na huo mkutano na mhubiri mkubwa sana anakuja mm. wa kimataifa ambayo Mungu anamtumia kwa viwango vya ajabu na yeye pia anakuja ataingia mm. leo hii. Mmejipangaje katika kupokea ugeni huu. Ah, tumejipanga vizuri kama nilivyosema, kuna idara ya kina mama hapa, hiyo ndio itawapokea na kuanza maandalizi yote, mambo ya chakula, kila kitu tumeshaandaa vizuri sekta zote watu wapo. Amen. Wananchi wa Shinyanga wategemee nini katika hizi siku ambazo zinakwenda kuwa ni za kuwashwa moto wa injili katika viwanja hivi vya SVC? Wananchi wa Shinyanga kwa kweli wategemea mabadiliko makubwa. Naamini Mungu ataenda kufunguliwa, wenye magonjwa, wenye mikataba ya na mizimu, ambao hawana tumaini la kweli kwa Mungu, naomba waje kwa wingi, waje wasikilize. Mungu ana kitu ameandaa kwa ajili yao. Naamini mkoa wa Shinyanga itakuwa ni historia, kwamba kweli, kama tunavyosema sisi pale kanisani, kushinda ni lazima. Hakika kushinda ni lazima, haijalishi alikuwa amekamatwa na nguvu za giza kiasi gani. Mungu tunayemtegemea yuko hai, anaishi, ataenda kupindua kila kitu na watam wa Mungu wa kweli ambaye tunamhubiri Shinyanga. Amen. Amen. Asante sana, pia nawashukuru sana sana NYTV, mmekuwa msaada mkubwa kwetu, maana hii ni mara ya pili mlisha kuja mwaka jana na sasa hivi tena mmekuja. Kwa kweli nawashukuru sana. Mungu wa mbinguni awabariki kwa sababu mnafanya kuitangaza hii kweli ifike sehemu mbalimbali, atakayefungua na kuona anaona mambo mazuri ana shida, ana magonjwa, anaweza kapiga hata simu akaombewa popote anapokuwa, kwa sababu tayari nyinyi mmeshatusaidia. Mungu wa mbinguni awabariki sana ndugu zetu, tumeshakuwa zaidi ya ndugu, mmekuwa na moyo wa tofauti kwa kweli. Mungu wa mbinguni awabariki sana NY TV na pia napenda kuwakaribisha yeyote ambayo unakifuatilia hiki chombo cha NY TV, na kukaribisha mahali tulipo mkutano wetu. Mahali ulipo ni Shinyanga Victoria Church, kanisa letu linaitwa liko eneo la Butengwa. Karibu sana mwana Shinyanga, popote pale ulipo, uje mwenyewe uone, usikie ili uweze kufunguliwa. Kama wewe ni mgonjwa, utapona. Una jambo lolote ambalo linakuumiza, utafunguliwa, utawekwa huru. Nawashukuruni sana, karibuni sana, asanteni.